a rais kwa kuzianzisha na kumtia moyo mara kadhaa, lakini pia nilipoona kwamba zinaelekea kutekwa, nilipiga kelele kwamba jamani, brandi ya mama ya 4R imetekwa, na imetekwa na wajanja ambao ukiwaona mbele ya jamii wanasema tunatekeleza fuara za mama, ara za mama, lakini ukiwaona wamezikanyaga kweli kweli, ila uso wao na body language na jinsi wanavyomwambia mama, mama tuko vizuri, tunatekeleza fuara, lakini wanatekeleza foara huku wanateka wanatekeleza foara huku, nasikia mawaji tekeleza fuara huku wanakimbizana na watu sasa unasema hizi ara 4 ara wanazielewa au wakuzielewa walimwelewa mama au ilikwaje? Kwa sababu ara ya kwanza ni maridhiano, na mimi nilitaja makundi mbalimbali hapa mbali nchini, nilitaja, nakumbuka wakati tuna tabaruku kanisa letu kuu, nilitaja makundi mbalimbali ambayo yanahitaji maridhiano katika taifa. Sasa madam mama alijaribu kwenye upande wa kisiasa walipoziteka maridhiano ya makundi mengine yote akafanya nini? Hayajafanyika. Yep, ni taja makundi mengi sana nikasema kundi moja tu ambalo alihitaji maridhiano ni, ni lile la la shetani. Hatuhitaji maridhiano na shetani, viongozi wa dini na shetani hatuhitaji kuridhiana. Sasa ara ya pili ni resilience, e, ustahimirivu, ustahimirivu. Mama aliingia madarakani miaka minne, zaidi ya miaka minne kidogo iliyopita, aliingia na lugha ya ustahimilivu, lakini ule ustahimilivu umetikiswa, umetikiswa. Yeye ukimwona mama yuko imara, lakini nahisi kuna watu wanaomtikisa kuliko wanaodhaniwa kwamba wanamtikisa mama. Mimi na ustahimilivu wa mama kwamba na, na, na ustahimilivu unahitaji utokane na nini, kwamba taifa hili ni kubwa sana, watu milioni zaidi ya sitini hawakuzaliwa na mama mmoja, makabila tofauti, malezi tofauti, eh, na Mungu ni tajiri wa watu eh, wapumbavu nao, vichaa nao humo, wakorofi nao humo. Kwa hiyo kiongozi wa nchi unahitaji kuwa mstahimilivu eh, Mama alifanya vizuri kuja na hii, tunahitaji ustahimilivu. Na sasa tuko katika mwaka wa uchaguzi, kiwango cha ustahimilivu na uvumilivu kinahitaji kiongezwe kiongezwe. Kiongezwe si kwa sababu watu fulani wanataka kura, lakini inahitaji kwa culture yetu ya taifa kustahimiliana eh, na mimi nilijiridhisha hata huko kwenye social media ambako ninajipeleka peleka tu kwa kujipendekeza, wako watu wanakutukana wanakutukana unahitaji wana huo mstahimilivu yeah. Sasa mimi nilijiridhisha nikasema, ukinitukana yani, ukikuta watu wawili, mmoja anatukana mwingine anatukanwa, unayehitaji kumhurumia ni nani? Mimi nikasema, anayetukana. Unajua kutukana sio vizuri, kwa hiyo huyu anayetukana ndiye anahitaji kuhurumiwa, huhitaji kumhurumia anayetukanwa. Sasa viongozi wa taifa letu wanahitaji kuongeza kiwango cha